Mpango huo umewekwa bayana Jumatatu hii jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa bodi hiyo Tido Muhando alipozungumza na waandishi wa habari. Kuanzia leo, bodi hii inatangaza kwa waandishi wa habari kwamba tutaanza kutoa press cards ambazo mmekuwa mkizisubiri kwa muda mrefu, tofauti labda na miaka iliyopita, ambapo ilikuwa ni rahisi tu kwa chombo cha habari kutoa majina na orodha ya kwamba hawa ndio tunawataka wakapewa press cards. Hii, huu utakuwa ni utaratibu ambao unazingatia hali halisi ya ya kuhakikisha kwamba chombo hiki kiko kina, kina, kinaendeshwa kitaaluma. Kwa, kwa hiyo waandishi pia tungependa wawe ni wale ambao tuna wamepata uhakiki wa kupitia chombo chetu na bodi yetu italifuatia jambo hili eh, sahihi kabisa. Mahitaji muhimu wakati wa kuomba ithibati ya kitambulisho ni pamoja na namba ya simu na barua pepe zinazofanya kazi, picha ndogo yaani, uh, passport size iliyosainiwa, vyeti vya elimu vilivyoskaniwa kwa mfumo wa PDF na kuthibitishwa na mamlaka husika, kama chuo kikuu uh, vipitishwe na TCU, na kama ni vyuo vya kati vithibitishwe na NACVET. Aidha, amewaonya watu wenye nia ya kuwasilisha vyeti ama nyaraka za kugushi ili wafanikishe usajili huo. Kumekuwa na taarifa zinazodokeza kuwepo kwa baadhi ya watu wanaojaribu kuwasilisha vyeti vya kugushi au nyaraka zisizo halali kwa lengo la kujipatia usajili wa vitambulisho kinyume na taratibu. Tunapenda kusisitiza kuwa jambo hilo si tu linakiuka maadili ya taaluma ya habari bali pia ni makosa ya jinai yanayothibitiwa no, kwa mujibu wa sheria ya nchi. Mfumo huu mpya wa usajili umeibua maoni mbalimbali mbali kutoka kwa walengwa wenyewe. Sheria ilitoa uh, matakwa mbalimbali ikiwemo kwamba walao taaluma ya chini iwe ni diploma ya uandishi wa habari katika chuo ambacho kinatambulika sheria ile jukumu la kutambuliwa rasmi ilikuwa halijawahi kupata nguvu ya ithibati, kwa maana ya ithibati kwamba bodi na sheria inaunda bodi ya ithibati ambayo ilikuwa haijaundwa. Kwa hiyo mwaka jana imeundwa, naona watendaji sasa wamepatikana na ameanza kutoa vitambulisho. Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari ilianzishwa ili kusimamia viwango vya kitaaluma kwa waandishi wa habari nchini. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.